Wale, wale, wale mashoga wajipange mashoga e, kuna mashoga wanajielewa wenyewe wajipange ma... kufollow Dems Media ili kupata taarifa zaidi za wasanii mbalimbali. So tunazisaka story na tunazileta ulipo. Hii ni Dems Media, mimi ni Abdul Juma, na leo hii Niko na moja kati ya watu ambao wanafanya vizuri kwenye industry ya comedy kwenda na kupiga story naye, lakini usikose kusubscribe Dems Media, lakini pia na kutufollow katika kurasa zetu zote za mitandao ya kijamii, Instagram, TikTok, na Facebook, tunatumia Dems Media. Niaje brother? Shwari kama kawa. Unyama. Nyama mwingi. Naona umepoa sana ise. Ya, nimetulia, sijajua jua kali hili. Vipi kwanza, kodi hizo hapo hivyo ambazo umepiga nani kausika, hapo maana, naona ni unyama e, management ndo, imefanya kila kitu. Okay. Yeah. Karibu kwanza Dar es Salaam. Asante ndugu yangu. So, tunataka kufahamu safari yako ya kutoka huko ulipokuwa na kufika mm. Dar es Salaam. Ilikuwaje? Ah, kikweli ilikuwa sio rahisi kwa sababu kutoka Kigoma mpaka hapa ni mbali. Yeah. Ha, isitoshe, mimi sizoi sana safari za kulala njiani kwo, kidogo ilinipa changamoto lakini nilimshukuru Mungu nilikuja salama nikafika salama. Yeah. Okay. Lengo la kuja Dar es Salaam ni nini hasa? Kulingana na kazi zangu, mimi ni comedian kwao, nimekuja kupambana na ndugu zangu ambao ni ma comedian wenzangu, so niko hapa kwa ajili yao, kwa ajili ya kazi. Tunaweza tukasema umeamia rasmi mjini au ni amna? Nimekuja tu kupiga kazi afu narudi zangu. okay. mm -hmm. Yaani, wasanii gani ambao unatamani labda kufanya nao kazi au ambao tayari watu wasubirie kazi kutoka kwako ukishirikiana nao? Mimi wasanii ambao nataka nifanya nao kazi ni wengi tu, wengi. Kwa hiyo, kwanza naweza nikataja baadhi kama vile eh, wakina Anko Zala, wakina Mr. Mwanya, Brother K, wako wengi sana eh, wako wengi ambao nimewalenga nimewa target kufanya nao kazi. Okay. Naye uh, project au ndio ya, yupo kama mzee msisiri nimeshafanya naye. Okay. tayari sasa hivi kuna season ya kwanza, episode ya kwanza ishapanda ipo mtandaoni, mtandani inaitwa Nafsi. Alafu kuna ndugu yangu anaitwa Kitunguu nimefanya naye tayari au wasanii ambao tayari ndo tulianza ndo ambao nao, amba hmm, nao project mm -hmm, zako na baadaye ndo utaenda kupiga projects zingine na wasanii wengine. Yeah, comedy inalipa, ni tofauti na zamani. Na unajua zamani watu walikuwa wanachukulia comedy kama vile masiala. Mm, tunachukulia kama kazi lazima itulipe nah, mm. Kuna changamoto yote kwa mchekeshaji, ipo nyingi tu. Najua kuna, kuna baadhi ya scene ambazo tunazifanya ama story, na nakuomba ubadilike. mm. Unapobadilika afu mtu anakuchukulia ndivyo ulivyo, inakuwa ni tofauti yani. au ukisikia jina Kaluta Zezeta, mtu anakuchukulia kwamba wewe ni zezeta kweli. Afu nataka niongelee hilo mm. jambo. Hivi kuna muda mwingine labda ukutana na watu wanakuambia kwamba huyu ni mtu labda kidogo akilaza, mara kibao mara kibao kabisa, wako wengi lakini sasa wana, wana shangawa, ukiniona nipo kwenye media anaongea vizuri mm. ina approve Lakini ikiwa kwenye uh, anikiwa kwenye mambo yangu wanashangaa, nasema huyu jamaa kweli chizi, kumbe sio chizi. Mimi hivi, kwa siku nzima unaweza ukaa serious kwa muda gani? Kwa masaa mangapi unaweza ukakaa uko serious ufanye kitu chochote cha kuchekesha? Muda wote nipo serious, muda wote, wote nipo serious, nipo serious. Yani nje ya kazi, nje ya kazi nipo serious na, na maisha mengine tofauti kabisa yeah. Lakini nikiwa kazini mambo yana change, ni mtu tofauti sana. mm -hmm. ni kipi ambacho kinakufanya mpaka ukiwa kazini unakuwa mtu ambaye ni wa design, tofauti na maisha yako halisia? Ni bidii bidii tu, napenda kazi yangu, najituma na ndio maana waga nikiwa kazini, nikiwa kazini waga nabadilika. Eh, nabadilika. Nikiwa kazini nipo kazini na hesabu nipo kazini. Right. O, sileti masiala kwenye kazi yangu hmm. yeah. na hivi mpaka kupata hiyo idea ya kuwa zezeta Mm. E, mpaka hilo jina ukabatizwa hilo jina la Zezeta, ilikuwaje kupata hiyo idea mpaka hiyo idea ikaenda sana, na ni project gani ambayo ilikupaga hilo jina kubwa kiasi hicho? Mimi kupata jina kama hilo, mimi nilitoa nyumbani kwa, nilipotoa nyumbani mimi nikalizingatia, nikalizingatia, kwa sababu kuna jamaa mmoja naye alikuwa ni chizi, chizi afu alikuwa na jina hilo la Kaluta. Kwa hiyo mi nikalikopi lile jina na tabia nikabadilisha nikaweka tabia zangu. Mm. Oh, ndio hivyo kanipa umaarufu na picha ya kwanza iliyosababisha mimi nikapata umaarufu mkubwa ni misisi mlango wa zambi. Kama unakumbuka ilikuwa inaitwa ilikuwa inaitwa nani? Ekondo. Mm. Ndio ilipata hilo jina. Kwa hiyo nikaenda nalo hivyo, nilikuwa na jina linastahili, watu wakalipokea vizuri, nikasema inshallah basi naenda na hili. Hivi kuna movie fulani ilikuwa ni movie ya AC Company kama mm. sijakosea. Yeah. Ile project vipi ilikupa jina sana nje ya nchi? Ile pale ile pale ilikuwa ya AC Company lakini ni, ni, katika movie ambazo zilinitoa na ile pale ilichangia ilisaidia, kwa sababu kuna kipindi nitembelea maeneo ya Kalemi, sio wapi huko mm, nikawa, yani ni project moja kati ya project ambazo mimi nilishuhudia kwamba zilikupeleka nje sana, mm -hmm. kwa sababu kila sehemu kipita zizeta, zizeta kwa, yani ni mkubwa zaidi hata movie yenyewe. Hivi siri ilikuwa ni nini kwenye ile project? Uliroga sana? Hamna, Mungu mbele, yani tunamtanguliza <laughs> Mungu afu tunafanya kazi, unajua ukimtanguliza Mungu, Mungu kila kitu kinaenda vizuri. Wengine, wengine lakini comedian kama wewe unaamini uchawi? Hasa Kigoma huko nyumbani, nyumbani huko ni hatari. Unajua kila mtu ana imani yake, ndugu yangu. Mimi siwezi nikasema kwamba siamini, inawezekana ikawa hivyo, lakini sio sio kweli, sio kweli. Hivi ni comedian tu ngapi ambao unaamini kwamba wanatumia uchawi kutoka Kigoma? Kwa kweli sijui, kwa sababu wanapoenda chocho zao hizo, chaka zao mimi siwaga, siko nao, kwa hiyo sijui. Yani ni short hapo, no comment, siwezi kusema chochote. Kwenye industry kule kwa sasa hivi wewe ndio king au Ndo jina langu unasemaje sasa? Ndo jina langu naitwa Kingi Kaluta Zezeta. hiyo si... ni kawaida sana watu waandike tu hivi. Hakuna ambaye yuko juu yako kwa sasa. Sijui. Hiyo siwezi kusema. Top five ya comedians ambao nawakubali kutoka nyumbani. Kutoka Kigoma? Ambao naamini ukibato nao hao kidogo unakuwa kuna amsha amsha. Sioni, sioni. Hamna yote. Sioni. Wapo wanaofanya comedy lakini sioni. Kwa sababu waliokuwa wanafanya sasa hivi kama wamepoa wafanye. Sioni sasa hivi. Labda, labda tutaje wale ambao kidogo wanasikika kwa sasa hivi, wakina Gatuso wale, wakina Mama Zuu wale, ndio naweza nikaona kwamba wanafanya wanafanya siku hizi, unaweza kabato nao eh, yaani mimi naweza nikakaa, lakini sio kwamba wanikalishe. Naweza nikakaa nao lakini kunikalisha no, hawezi, haiwezekani. Vipi kuhusiana na Jackson? Jackson yupo, yu anafanya kazi zake, hamna mm -hmm. project yote ambao mnafikiria labda kufanya kwa pamoja? Asizani, sijui kama inakuja kutokea Sijui labda mipango yake sijui upande uh, yes, wako upande wangu, bado nipo busy na wasanii wengine hapa sasa hivi okay, mpaka nimalize hii ndo nianze kufikiria watu wengine ah, uh, mm, sio kwamba nakataa kazi zake. hapa na muendelezo wa hii na ni season yako mpya ambayo umeanzisha inatoka lini? Ah, imesha imesha, tumesha itoa, lakini bado haijapostiwa. naona Jumapili, mm, Jumapili nadhani itakuwa out, ndio, mm, itakuwa uh, itakuwa kwenye channel mitandaoni haupo sana Facebook, Instagram, TikTok. Kuna siku nijaribu kutafuta lakini nikawa kama sikupatiki, na ndio maana kidogo mtandao nime, wali haki ee, kabisa, au imekuja kwa sababu hata kuna watu wanazingua, kwa hiyo lazima nijipange sasafu ndo nirudi tena. Kuna watu wanazingua mm, zinakuwa kama... Zina, zinachukuliwa na watu Ah, nikaona basi acha kwanza nitulie nijipange upya afu baadaye nirudi tena. Ah. Mm. But kwa sasa hivi naona kama comedy inalipa sana mitandaoni, watu wanaipiga dola nyingi sana huko mm. Facebook. Ni kweli? Uh, Instagram wanapiga mm. sana pesa huko. Na unafikiria siku moja huu uje kuwa creator ambaye anapiga hela zaidi huko Facebook una, na mimi moga mimi naambiaga kwa... nawaambiaga watu hivi wenyewe mm. watulie. Mimi nipo kwa ajili ya kuwachangamsha. Unaona? Watulie tu, kazi zangu ni nyingi sana na watazichoka. Kwa hiyo mimi najipanga sasa hivi, naangalia nifanye nini, ili watu wa, wa enjoy. Kwa hiyo mimi natulia na nasubiri kwanza mambo ya yaende vizuri, baadaye niachie vitu. Na hivi ni karakta gani nyingine tofauti na kujibadilisha kuwa mtu kama ambaye yuko sawa kiakili mm. Yani, ni karakta gani nyingine ambayo unasema kwamba nikikaa hapa nikifanya hii kitu lazima kiende? Mimi ni msanii ambaye sichagui karakta yoyote, yote utakayoleta nitacheza yote Yani, yoyote ile ambayo unajua kwamba hii hii kwa yeah. Okay. Yani, achana na wale ambao natamani nawakubali tu kawale vizuri. Una, unajua mtu akikaa chini akianza kutunga mambo yake, katumia muda wake, atumia akili, anawaza ana vitu ambavyo kidogo vinaweza vikamtoa mtu kwenye stress. Hey. Wote apo, na wakubali, ndugu yangu. Kutokana na hilo hapo, kuna wale mashabiki ambao kwa mfano labda wameachia kazi alafu mm, amna nakuta comment ambacho nakijua wewe unapoteza muda labda nenda mm, ni kweli mda enda kalime nini, ni kweli e, hizo comment vipi? Ni waga zinanipa moyo mm, kwanza hizo comment zinanipa moyo zinanipa moyo kwa sababu zinanifanya zinani, zinani, zinani mpaka naongeza focus e, na focus kwenye kazi, huyo mtu ni mtu muhimu sana kwangu kwa sababu anaposema hivyo ananipa bidii ya kuendelea kwa alafu mimi nafanya ili mradi kesho ile comment yaibadilisha, sema bana umepambana. mm. Eh, ndo natakaga watu kama hao kwa mtu wale. Kuna wale mashabiki maandazi wale. Eh, unakuta mtu anakuambia mwanangu, ongea sana afu mwisho wa siku anakuponda, anajua nini, wewe mshikaji, wanafiki, ndio wale shabiki maandazi. Lakini mtu anakutobokea kabisa anakuambia ah, wewe, wewe nenda kalime, huyo ndio shabiki, ah, mm. kwa sababu anataka urekebishe sawa. E, uweke mambo sawa ili oh, okay, kesho yani umconvince vizuri ah, mm. okay. kuna maisha E, tofauti na industry kuna maisha mengine ya kawaida, kuna mahusiano na mambo mengine. Valentine kesho tu, kitu gani ambacho ni special na muandalia mtu wako, ndugu yangu? <laughs> Yaani katika wasanii ambao kidogo <laughs> washamba kwenye hayo mambo, mimi <laughs> kwa nini? Kweli kabisa mi nampenda mke wangu, ndio maana waga sipo kwenye hizo pigo, sio pigo. Ah, zangu zangu. Basi sasa ndugu yangu, si nisili yangu tu mimi, na muendelea au ndo mke akiwa ndani yale mambo ya heka heka? A, okay, ni vizuri sana. Ni mwanadada gani ambaye umewahi kumuona kwenye mm. industry hii ambayo unaifanya mm. kwa sema huyu binti kuna siku atafika mbali zaidi, kwa sababu unajua wanawake no ni ngumu sana na kuaga mpaka kutoboa mm. Ni yupi kwa upande wako? Kwa nyumbani, kwa nyumbani ya. kwa nyumbani kuna, kuna ni Chocolate. Chocolate. Mm -hmm. Ni mmoja mdada anafanya kazi vizuri sana, ni mwenyewe nishafanya naye namkubali sana namkubali, okay. na nimefanya naye mzee Kapalata, nimefanya alikuwa ni binti yangu mm. Namkubali, dada atafika mbali one day. Unaamini kwamba ipo mm. siku lazima atoboe, kutokana na bidii yaani, naamini naamini kabisa atafika mbali kama atakaa kwenye mstari mm. atafika mbali lakini akizuzuka mm. sijui mwisho wake utakuwa vipi, lakini akikaa kwenye mstari atafika mbali sana. Amna siku ambayo umea kutamani labda useme ah, ningekuwa na huyu hapa karibu tukaa tunafanya kama collab fulani mm. Tu kama watu ambao tunafanya project za pamoja mm. Mda, mara kwa mara itakuwa inakuwa duo kali sana zitakuwa zinaenda sana. Ah, mimi kweli niseme ukweli mm. Ule binti m aga anamazia mengi tu yeah. Hata nikifanya naye kazi natamani tu angekuwa hata kwenye kundi langu tunafanya kazi, lakini sasa ana mambo mengi mm -hmm. Ana ule ulewemk bado bado na mwemko anali maswala ya mwemko mwemko. Kwa hiyo utamkuta yupo Kigoma sijui yupo Mwanza yupo wapi? Sasa, mtu kama huyo, hizo safari ni za hazina saf... tuza... <laughs> yani <kwa> <laughs> um. maslahi yote kuhusiana na labda... wake, e, wake, anajua. Ah, anajua, ah, anachokitafuta mimi, ah, mimi siwezi kusema kwamba haina maslahi safari yake iko hivi, anajua, ah, ah, anachokitafuta labda mm, oh, ni oh, project tutaziona yeah, pata, mm, tutaziona au mtandaoni nitakipata, tutaziona. So nashukuru kwa time yako, lakini kama una jambo lolote ambalo unataka kushare na mashabiki wako ambao wanakufuatilia kupitia mm. Dems Media unaweza kuwapa ujumbe wote ule. Kwa kweli mimi mafanzi wangu wote nawapenda. Alafu mm. nimeshukuru sana Dems Media kuja kunitembelea. Eh, nimeshukuru kwa wanaonesha wananijali, wanajali wasanii. Alafu niwaambie mashabiki zangu kuna vitu vitamu sana vinakuja vitu vingi, alafu tu. Eh, niwaambie wale, wale, wale mashoga wajipange, mashoga eh, kuna mashoga wanajielewa wenye wajipange, ma, ma, mashoga wa wapi, mjini hapa mjini ay, wapo, ay, ee, mashoga hapa mjini wapo. Ay, kuna kitu kitu chao ndugu yangu, eh, kazi itajieleza. Hapo tuweke nukta, e, hapo tuweke nukta. Mimi ni wa support tu mafanzi wangu niwatakie mm. Kwanza kufollow Dems Media ili kupata taarifa zaidi za wasanii mbalimbali kujua tunaendeleaje, sisi kazi ngapi tumezitoa. Huu oh, mimi niwashukuru sana. Okay, shukrani sana, sana. So hii ni Dems Media na huyu ni Kaluta Zezeta, wanamuita King, mfalme wa comedy, mfalme wa kukufanya wewe ucheke mpaka mbavu zako unaweza tukaenda hospitalini. So mimi ni Abdul Juma the Monster, nikombe kusubscribe like na kushare na wana, lakini usikose kuacha maoni yako hapa kuhusiana na hizi story ambazo tumepiga na Kaluta. Nakwambia kwamba ujandae suntu na project kubwa ambazo anakuletea. Bye, bye. tukutane kwa wakati mwingine chao.